Na siku ya leo ninazungumzia kuhusu dhambi. Jina lingine la dhambi ni mauti. Nimekuja kukwambia kwamba uache kutenda dhambi, jitenganishe na dhambi kabisa, kaa mbali na kitu kinaitwa uovu. Uovu ni mauti, na ninaomba tu kwamba Mungu akusiki, akusaidie kwa ajili ya kupokea sauti hii iweze kuingia ndani yako na ikubadilishe. Kuna kusudi ya Mungu kumtuma mwanawe wa pekee ambaye ni Yesu Kristo na kusudi ya Mungu kumtuma Yesu Kristo ni kwa sababu alitaka kwamba tukae mbali na dhambi. Alikuja kutuokoa kutokana na mauti ambayo ni dhambi. Leo hii injili hii inaweza kuwa kama kelele kwa masikio ya wengi, na wengi wanaweza wakacheka. Injili hii inaweza ikadharauliwa na wengi. Lakini nimekuja nikuambie, dada yangu, ndugu yangu, popote ulipo, kama kuna kitu unafaa kukiondokea, ondokea dhambi. Or else utakufa kwa dhambi, maana dhambi ni mauti. Achana nayo kabisa. John 3:16 nitakusomea, anasema ya kwamba, Yohana 3:16, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa mwana wake ha. mzaliwa wa pekee ili kila mtu ili kila mtu anayemwamini asiangamie bali awe na uzima wa milele. Kumbuka, haukumpenda Mungu, Mungu alikupenda. Mungu, alitupenda akamleta Yesu Kristo ili kwamba afe, kusudi kwamba tukaondolewe dhambi, uchafu uliokuwa katika maisha ya mwanadamu. Yesu Kristo alikuja kuondoa. Uliokoka na ukarudi nyuma kwa sababu ya mambo uliokutana nayo katika dunia hii. Nimekuja nikuelezee tu kitu kimoja, mchungaji, unanisikiza wewe? Mkristo unaenda kanisani na unajua kabisa hujaokoka, na unasema kwamba umeokoka. Mambo unayoyafanya kwa giza si jinsi maandiko inavyosema. Acha nikuambie ukweli, itakuwa usipoiwacha, itakuwa dhambi ni mauti. Na ikiwa unaendelea kutembea katika dhambi, upo ndani ya jeneza ambao bado haujawekwa mchangani. Unangoja muda utakapofika uingie kwenye mchanga, na mauti hii ni ya milele. Bwana Yesu asifu sana. Sijakuja kukutisha, sijakuja kukushtua, nimekuja kukwambia utembee kwa njia ya Mungu. Usijidanganye, Usiseme uonekani kwa vitendo unavyovifanya. Usiseme kwamba hakuna yeyote anayeweza kutambua unachokifanya. Roho wa Mungu anaona. Wewe fanya kwa giza, wewe Mkristo fanya kwa giza wewe, wewe pasta, askofu, apostoli, nani, profeti, wewe fanya tu kwa giza, lakini iko siku ya kwamba itafika, itakuwa wazi. Okoka. Kuna watu wako kwa madhabahu lakini wanatenda dhambi kwa madhabahu. Acha nikuambie kitu kimoja, itakumaliza, that is the truth. Iweke hiyo na ujue hiyo, usipobadilika leo, usipotafuta mungu leo, itakuangamiza. Bless the name of the living God. Amen. Yesu akasema njoni kwangu enyi nyote wenye kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumuzisha. Mizigo mizito ni dhambi. Wagalatia kumi na tisa tano kumi na tisa Wagalatia tano kumi na tisa Bless the name of the living God. Anasema matendo, yani matunda ya dhambi. Anaongea kuhusu usherati, anasema kuhusu hiyo ni uzinzi, bado anasema wizi, anasema uongo anasema hizo takataka zote ambazo zina connection na Shetani, vitu ambazo zina connection na roho za kuzimu, anayeongelea pale roho chafu, chuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayeua mtu kabla hafe, wewe unayetamka maneno ya laana Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema mimi ni mchungaji, unasema mimi ni pasta, na unatamka maneno ya laana. Niko hapa nikuambie, hiyo itakuwa You are not powerful more than God. You are not powerful more than God. I tell you, kama utabadilika itakupeleka kwa mchanga. Okoka, ujumbe huu nimekuletea wewe, tafuta Mungu, rejea mahali ambapo ulikuwa mwanzo. Ulianza kwa roho. Kwa nini sasa saa hii unafanya kinyume na vile Mungu alikuwa ameona ndani yako? Mungu akakutrust na nguvu zake na roho yake ili uokoe kondoo. Badala uokoe kondoo, wewe unapoteza kondoo utawawa I tell you, sikutishi, ushipo okoka tarajia mauti ya milele. No excuse, everlasting death. Bless the name of the living God. O, okoka acha dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiposikia sauti hii, Mungu amekuongelesha, don't blame anybody, kwa sababu unapoenda kukataa sauti zile, vita utakutana nazo zile mambo utapatana nazo. Don't blame anybody anywhere because the word of God inasema vizuri, basi ninyi wana wa rohoni, nendeni kiroho, fanyeni mambo yenu kiroho, tengeneza njia yako, la sivyo mauti inakungojea. Bless the name of the living God, okoka leo ya Mungu nafasi ya kurejea tena akuokoe akubadilishe akufanye kitu kipya. Bless the name of the living God. Amen. Give God that space, mpatie nafasi akufanye kitu kipya. Bless the name of the living God. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, unaona hiyo uzinzi unafanya unaona hiyo uwizi unafanya, unaona hiyo uongo ulionao mpaka kwa madhabahu. Wewe mwanamke unayevaa manguo fupi kuchanganya vijana na kuchanganya waume wa, wa, wa, wa watu, I'm telling you, unachopanda leo utavuna. Bless the name of the living. Kuna malipo ya hiyo Endelea tu kufanya, endelea kufanya, lakini wacha nikwambie, usipowacha urudi kwa Mungu, kuna malipo yake na haina dawa, haina dawa. A time will come, we hiyo nafasi unaisikia saa hii ubadilike, unakataa hiyo, wakati ukifika, Bwana Yesu asifue sana, hautapewa nafasi tena. Amen. Kama kuna wakati wa kubadilika, na ujirejee. Maana ninajua unafanya unachokijua, unafanya unachokijua, usidanganye, unajua unachokifanya. Nimekuja nikwambie tu, tafuta Mungu, rejea kwa Mungu, utasaidika. Bless the name of the living God. Nataka na niombe na wewe ambaye utanyenyekea. Siombi na kila mtu, hapana, ambaye utanyenyekea na utakubali msamaha wa Yesu Kristo. Usinitukane kazi ya msalaba kwa kujeuri neno la Mungu leo kwa kufanya dhambi ya kimakusudi na kujua. God has given you a chance. If you don't change, I tell you the truth, there is a price you will pay for it. Okoka leo Naenda kuomba sina watu wote, lakini wale ambao wamevunjika ndani mwao na wamekubali kutembea kwa njia ya Mungu, umekubali, utaokoka. Tuombe pamoja na wewe, in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na kushukuru kwa ajili ya huyu ndugu ambaye ninaenda kuomba naye kwa kusudi Mungu ya kukurejelea na kutembea katika njia yako, napenda kufanya naye maombi hii. Baba, naomba Jehova, maisha yake baba ukayabadilishe na akatembee kwa njia yako, kwa jina la Yesu Kristo. Sema tu Bwana Yesu, nimekuja Baba niki dhambi zangu za zote nilizofanya nikijua na hata kwa kutukujua, unitakase, unisamehe, unisaidie kutembea kwa njia yako kuanzia leo. Yote ya kale niliyofanya ya kukuudhi na ya kukufanya usifue na ya kukufanya, na usip, na ya kukufanya usipendezwe na mimi, ninatubu kuanzia leo, nimetakaswa kwa damu yako Yesu Kristo, na nimeokoka kwa jina la Yesu. Nimeamini na kupokea wokovu wako, sema amina. Mungu akusaidie kutembea kwa njia ya Mungu na uamini Mungu. Yule ambaye ameomba pamoja na mimi maombi hii, ninakuombea God akutendee makubwa katika maisha yako in Jesus name. God bless you so much. Hacha nishukuru kwa sababu ya hili neno. Mungu ni asante, maana wewe ndiye Baba, tunakuabudu wewe Yesu Kristo, tunakushukuru wewe Baba. Tunaomba tu Jehova utusaidie Mungu tuelewe jinsi unavyotupenda na kutembea kwa njia yako Baba, tukajue njia zako Jehova na tukaamini katika wewe ukatusaidie Baba kutoka katika uovu wote ule, tutembee katika njia yako, kwa jina la Yesu Kristo. nimeombea huyu ndugu, nimeombea huyu dada na nyumba hii na watoto hao, Yesu Kristo, naomba natakushukuru, Amen. Brother, my sister, furaha ipo katika ukovu, ndio okovu. Ndiyo, okovu. Unapookoka shetani acheki na hafurahi, lakini nimekuja kukwambia, Yesu Kristo akisha kuokoa anajua mipango yake katika maisha yako. Tembea na Yesu, walk with Jesus. God bless you so much. Shalom, shalom, see you next time.